Bado tuko Malawi, bado tupo ndani ya uwanja wa Bingu uh, Stadium na leo asubuhi uh, timu imekuja kufanya mazoezi hapa ikiwa ni mazoezi yetu ya mwisho hapa Lilongwe Malawi, kabla ya jioni ya leo kuelekea uwanja wa ndege na kuanza safari ya kurudi Dar es Salaam Tanzania. Tayari tumeshatangaza viingilio vya mchezo marudiano utakaopigwa Benjamin Mkapa saa kumi na moja kamili jioni. Kule nyumbani Tanzania, mzunguko ni shilingi elfu tano, VIPC ni shilingi elfu kumi, VIPB ni shilingi elfu ishirini na VIPA ni shilingi elfu thelathini. Kwa nini nimekuambia kuhusu viingilio, ndugu zangu, wanayanga wenzangu? Hii kwetu ni zaidi ya dakika tisini. Hii kwetu ni zaidi ya mechi ya kawaida. Hii ni mechi ambayo inabidi tuichukue timu yetu, tukaipambanie timu yetu, tuipeleke kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu.